Wakati tunaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere na hii yes, nilisema bungeni nikiwa waziri wa nishati na madini kivuli, nikamwambia mheshimiwa rais tusianze kujenga miradi hii kabla ya kwanza ya kuwa na chuma chetu. Maana yake ni nini kiuchumi? Kwamba pale Mchuchuma na Liganga panahitaji uwekezaji wa dola za Kimarekani bilioni 3, sawasawa na trilioni 7 nukta 3 8 unajenga kiwanda chako pale. Ukishajenga kiwanda chako cha chuma pale ukaanza kuzalisha chuma, unawaleta wale waarabu contractors, unawaambia tunawapa kazi ya kujenga bwawa la mwalimu Nyerere, na wale wengine unawaleta, unawaambia tunawapa kazi ya kujenga reli ya SGR. Ukishawapa ile kazi, unawaambia chuma chote utanunua hapa. Unampa pesa kwa mkono huu echukuwa kwa mkono huu. Bolt, nati, misumari, kila kitu kingenunuliwa wapi? Hapa. Ukisoma takwimu za serikali mwaka jana mwaka juzi mwaka uliopita mwaka jana peke yake kwa mujibu wa ripoti ya BOT serikali yetu imeagiza chuma kutoka nje cha dola za Kimarekani bilioni moja nukta mbili. Kwa pesa za Kitanzania kilioni tatu. Unahitaji kilioni saba ujenge kiwanda chako kiajiri watu. Kile kiwanda cha Mchuchuma na Liganga kilikuwa kinaenda kutoa direct employment, yani ajira ya moja kwa moja watu elfu sitini watu elfu sitini, acha subcontractors nikizungumza contractor, wenye vikampuni vidogo vidogo, labda wa kuuza karatasi mle ndani, kuuza vikompyuta, siku kuuza nini, kuuza chakula, kuuza machungwa, kuuza nyanya, hizo zinaitwa subcontractors. Hapa hatutawagusia. Kungekuwa na makampuni mangapi na yangeajiri watu wangapi? Direct employment watu elfu sitini wangekuwa pale wanafanya kazi. Hebu fikiria Makambako, hebu fikiria Njombe, hebu ifikiria Ludewa yenyewe, ungekuwa na watu elfu sitini. Mwisho wa wiki wangekuwa wanakuja kula starehe hapa, wanaenda Njombe. Kama wanauza chipsi sahani mbili, ungeuza chipsi sahani kumi. Pesa imetoka kiwandani, imeingia kwa mkanga chipsi. Mkanga chipsi ananunua viazi kwa yule anayeuza viazi, yule anapata pesa, ananunua sukari kwa mwenye duka, mwenye duka anapata pesa, anajenga, fundi anapata nafasi ya kulipwa, fundi ananunua mboga kwa mama euza mboga, mama anaagiza bodaboda amletee mboga, bodaboda ananunua boda mafuta, mafuta taxi natembea kwa Watanzania.